Rais William Ruto anaendelea kuitetea bima ya afya ya SHA huku akisema itawasaidia Wakenya wote ikilinganishwa na NHIF ambayo anasema ilikuwa ikifaidi watu wachache. Viongozi wanaomuunga mkono ambao waliandamana naye kwenye mazishi aliyekuwa waziri John Koech katika kaunti ya Bomet waliwasuta wapinzani wake. Aidha walisisitiza kwamba serikali haitakubali baadhi ya wanasiasa kuwatumia wanafunzi kisiasa. Willy Lusige anaarifu mengi. Ilikuwa ni safari ya mwisho ya kumuaga aliyekuwa waziri John Koech mazishi yake yakiandaliwa katika kaunti ya Bomet alikozikwa. Rais William Ruto akiwa miongoni mwa waliohudhuria mazishi hayo. Rais Ruto akiendelea kuitetea bima ya afya ya SHA, huku akisema itawasaidia Wakenya wote ikilinganishwa na bima ya NHIF ambayo anasema ilikuwa ikifaidi watu wachache kwa miaka mingi. Na hii mpango itafikia kila mtu. Ile ya zamani ilikuwa na ubaguzi. Hii nitahakikisha imefikia mama mboga, imefikia mama wa kijiji yote, pia na wao watakuwa na bima ya afya kama sisi ambao tuko na kazi ambao tuko na uwezo. Viongozi wanaomuunga mkono Rais Ruto na ambao waliandamana naye kwenye mazishi wakiwaonya wapinzani wao wanaokosoa serikali na kudai hawana haki ya kufanya hivyo. Kuna wengi ni viongozi wanajiita wasomi, wanajiita viongozi, lakini kila wanapoamka na kulala ni kutafuta tu makosa na kusema yale ambaye yote ambaye hayajafanyika katika taifa hili. Ni kama watu wamesahau shida zote zile ambazo tumepambana nazo mpaka pahali umefikisha taifa. We will also deal not just those who organize kelele kwa wengine, ni also others who also organize the same kelele to seek sympathy. Aidha walisisitiza kuwa serikali haitakubali baadhi ya wanasiasa kuwatumia wanafunzi kuendeleza ajenda zao za kisiasa, wakidai ndivyo shule ya Butere ilivyotumiwa kupitia tamthilia ya innocent shields to actually propagate our political differences that populism in our country must come to an end. Marehemu John Kipsang Koech aliyefariki akiwa na umri wa miaka sabini na kenda alikuwa mbunge kati ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na kenda na mwaka elfu mbili na saba. Marehemu aliwahi kuhudumu kama waziri chini ya serikali za marais Daniel Moi na mwai Kibaki. Wili Lusige, runinga ya Citizen Yongoza.